Na mtazamaji na nayo familia ya mfanyabiashara biashara mmoja kutoka Busia ambaye anadaiwa kutoweka dakika chache tu baada ya kuabiri basi la kuelekea jijini Nairobi inalilia haki. Ibrahim Mohammed anadaiwa kutoweka baada ya maafisa wa DCI kulisimamisha basi hilo na kumshusha. nam siku saba sasa baadaye ajulikani aliko pamoja na milioni 17 alizokuwa nazo pesa taslimu na mwili usige na taarifa hii imekuwa siku ya saba tangu mfanyabiashara maarufu wa samaki jijini Busia Ibrahim Mohamed mwenye umri wa miaka 35 kutoweka dakika chache baada ya kuabiri basi la kuelekea jijini Nairobi. Ahmed alikuwa kwa mabasi anaitwa Paska. Sasa wakati Ahmed anasafiri saa tatu usiku, after 30 minute Ahmed wameshukisha kutoka kwa basi pale Korinda opposite Brison na wale wameshukisha ni DCI DCI wanaume wawili wanawake wawili. Familia inasema lingine linalowavunja moyo ni kuwa polisi hawajapiga hatua yoyote kuhusu kutoweka kwake pamoja na fedha alizokuwa nazo, na kusisitiza ni mfanyabiashara maarufu na wala hahusiki na ugaidi. Hapa wanatuambia wana habari, lakini kondakta ya basi anasema wenye walimshukisha ni watu wa nini, antitera ndio walimshukisha kwa gari mpaka wakamwambia achukue bagi yake, na alikuwa amebeba pesa. Pesa si shida, wamuachilie tumuone within 24 hours. Tumetembea kila ofisi, tukaanzia Busia tukaenda mpaka Kakamega. Mkubwa wa Kakamega isa isa alikataa kutana na sisi. Ni miongoni mwa wanabiashara ambayo wanaishi hapa Busia, wanafanya Busia, amepata pesa yake hapa Busia. Sio mtu ambaye tunaweza sema ni Alshabab ambaye serikali imeshuku ikachukulia yeye ikafanya hatua. Wakazi wakiongozwa na seneta wa Busia Okio Mtata wakishinikiza uchunguzi na kumtaka Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja pamoja na waziri wa usalama Kipchumba Murkomen kuingilia kati mara moja. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm hata hivyo kamanda mkuu wa polisi Busia Junior Onyancha ameomba wakati kuruhusu uchunguzi ukamilike. Willy Lusige, Runinga ya Citizen.